Amuza mimia kuanzia kesho takuwa ni mimia ya upendo forest na bigwa takatifiwana, siku ya Jumamosi wao watagawanika kama ifuatavyo: upendo forest wa kisang, na na yawano, watafanya usafi kanisani na maombi na ibada. Mimia ya wana mtakatifu, wao watafanyia ibada nyumbani na maombi, lakini watamkana siku ya Jumapili fanya huduma hapa kanisani wakiongozwa na wazee wa kanisani. Juma lijalo tutakuwa na ibada mbili kama tunavyojua, ni wiki ya mwisho wa mwezi, tunakuwa na ibada yetu za kwanza mbili kwa ajili ya asubuhi, lakini ibada ya tatu ni mchana, ina ibada ya shangwe za Jumapili za mwisho wa mwezi zinazoambatana na kumshukuru Mungu, maombezi, maombi